Umesema anakuwekea. Hey, yafani weke mimi. Pesa sasa kati yao na mimi. Si nafani weke mimi pesa afu nikugawie. Wewe. Wewe. Unaona nini? Tuelewane juu sasa. Ah ah, hiyo njaa yako hapana bana. Hata kama wewe ni ndugu yako hapana. Hiyo ni njaa bana. Pesa inaingia kwangu. Uzuri nikawapata hapa. Hey. Hey. <laughs> Hey. Hey. Unaendeleaje huku? Hmm. Tuko salama. Tuko, tuko. Hmm. Naona mna- mnaongelea biashara hapa hivi. Eh, mwazi ni ya nyumbani hii biashara hii, tunaongea kidogo. Hey. Ni mko mm. vizuri bana, baba yenu alipanda miti mingi. Mm. Eh, hey, ndio maana tunajivunia saa <laughs> hii hey. Unaona hii tuko tunaweza palilia at least ikwe ikwe mm. kubwa. Tena mnataka iongezeke kupita. Ndio iko nzuri. Unaona hii ni future plans tuko nazo eh. Hey. Ndefu ndefu. Unaona semaje? Sasa, mkwasi mimi, sija nilikuwa nakuja tu kidogo kuwaona, alafu mimi narudi huko, haina mm, shida. Takusaidia, si munakumbuka vizuri, mkwasi, nilipa mari hatujakata eh. Hata nakumbuka, mkwasi wewe, mm, ndo ulikuja mkachukua hizo ng'ombe mm, kumi na mbili, mm, si ni kweli kabisa? Mbona mliagiza kijana wangu akikuja kwa ojomba kuwaita, akikuja kutairi, mkamwagiza mm. ng'ombe mm. na mjampea mpaka saizi <laughs> yaani. <amulia> wazi <laughs> nika, <laughs> nikaa amekosa mwelekeo ametoka <laughs> <laughs> kuja hapa ne, mliagiza mtoto wangu ng'ombe hamjampea mm -hmm. nimekuja hiyo ng'ombe e. <laughs> Wewe toka bwana.

nasema haja kujaja ng'ombe ng'ombe, na unajua, tujamalizana kwa